Karibu sana katika kipindi chetu cha nne, kuongoza majadiliano ya vikundi kwa kutumia mwongozo wa majadiliano. Aa, kama nilivyosema katika vipindi vilivyopita, vitabu hivi vipo kwa ajili yako kukusaidia uweze kuvitumia kwa ufasaha na kuwasaidia watu kujifunza maneno ya Mungu. Aa, kipindi hiki kitakusaidia kufahamisha namna ya kuandaa somo, kuongoza majadiliano, kuunda mazingira rafiki ya kiroho ambayo yanaweza kuwasaidia wanakikundi au wanasemina kuwa na muda mzuri wa kujifunza na kuyatafakari maneno ya Mungu vizuri. Hii iwe labda haijalishi ni katika mazingira yapi, ikiwa ni kanisani au kwenye nyumba ya mtu au kama unamfuasa mtu mmoja, kumbuka lengo si tu kufundisha maarifa, bali ni kuwasaidia watu wakuwe kiroho na wawe wanafunzi wa Yesu Kristo. Kumbuka tuliagizwa kwamba uh, mtapokea nguvu mtakapo Roho Mtakatifu atakapokuja juu yenu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu mtawaeleza watu ujumbe wa injili ya Yesu. Lakini zaidi ya yote mtawaelekeza katika ujumbe wa injili ya Yesu Kristo, injili iletayo mabadiliko makubwa katika maisha ya, ya Wakristo wote. Lengo la somo hili, lengo la kipindi hiki ni kukusaidia wewe na kukuongoza katika hatua rahisi na za wazi kabisa ukiongozwa na Roho Mtakatifu ili uweze kuongoza majadiliano ya kikundi yaliyo na uh, mvuto yakiwa wamejengwa juu ya msingi wa neno la Mungu na maandiko matakatifu na yenye uwepo wa nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo, ambayo inaweza kubadilisha maisha ya watu. Hii haijalishi kama ukiwa kanisani au nyumbani au sehemu yoyote ile, ambako Mungu amekuita kwa ajili ya kutoa huduma. Hizi ni kanuni ambazo ni kanuni ambazo zina, zinafanya kazi na zi, ni za msingi sana kwa hilo. Hilo ndio lengo la kipindi hiki, na tumejikita katika neno la Mungu aa, ni kutoka kitabu cha Wakolosai sura ile ya tatu mstari wa 16 ambapo anasema, neno la Kristo, la Yesu Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kushauriana. Tumeitwa kwa ajili ya kusaidiana sisi kwa sisi, kufundishana sisi na kushauriana, na ndiyo maana katika mazingira mazingira vikundi vya kujadiliana hapo ndipo unapata kufundishana sisi kwa sisi na kubadilishana mawazo na kujengana moja kwa moja. Kwa hiyo hilo ndio wazo ambalo tunalisimamia, na niseme hivi tu, nikukaribishe tena mtumishi wa Mungu, nikukaribishe tena mti wa mafuta wa Mungu. Haijalishi kama wewe ni mchungaji, wewe ni mwinjilisti wewe ni kiongozi wa kikundi au wewe ni Mkristo wa kawaida, hili somo litakusaidia litakusaidia na kukuelekeza jinsi ambavyo unaweza ukaongoza kipindi cha majadiliano. Haijalishi umekuwa mkomavu kiasi gani, kama una moyo wa kuwahudumia wengine, unaweza kuongoza kikundi kitakachogusa maisha ya watu maana Mungu ametupatia kila kitu. Kama Mungu amekujalia karama ya uongozi, atakusaidia. Na tutakitumia kitabu cha Mwongozo wa Majadiliano, um, ambacho kimeandaliwa kwa hususani kwa ajili ya kazi hii ya kuwasaidia Wakristo waweze kushauriana kufarijiana na kujadiliana ili kuweza kuongeza ufahamu wa neno la Mungu, lakini zaidi kuleta mabadiliko ya ndani. Bwana aendelee kutubariki sisi sote tunapoyaangalia maneno kama haya. Um, sasa tufanyeje? Kama una kikundi ambacho unatakiwa kukiongoza, kuna maandalizi ambayo ni lazima afanyike kabla ya wewe kuja kwenye kipindi. Ni lazima uji, uji, ujitayarishe kwa maombi. Soma sura mapema kabisa, usome sura uelewe hasa andiko kuu na muhtasari wa somo hilo nimefafanua vizuri, maana masomo yote yamejengwa katika neno la Mungu. Baada ya kuwa umesoma na kuelewa, chukua nafasi kuwaombea wana kikundi mmoja mmoja, na baadaye mwalike Roho Mtakatifu azungumze nawe, kabla hujawahudumia wengine. Hii ni kazi siyo ya kwetu, ni kazi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anapo, ame, amekuita na amekuweka mahali ili kusudi uwe ni wa baraka kwa wengine. Halafu sasa, wakati wa kipindi chenyewe, kuna mambo ambayo ni, ni, ni muhimu yazingatie. Wakati wa kipindi chenyewe, fuata mtiririko ambao uko katika uh, uh, mwongozo wa majadiliano. Kila kipindi kimepangwa kwa mtiririko ambao ni rahisi saiti na unaoeleweka ambao unawahamasisha wanakikundi waweze kushiriki katika majadiliano. Tumia mtiririko huu kila wakati unapokutana kwenye kipindi, itakusaidia sana, kwa sababu ni mwongozo unaokusaidia na kwa kuwa umepangwa kwa njia rahisi na ambayo ni, ni rahisi sana kuifuata na inamaanisha ushiriki wa kila mshiriki, inahamasisha kabisa ushiriki wa kila mshiriki. Kwa hiyo katika kila kila kipindi kinaanza na swala la utangulizi ambalo huvunja ukimya na kufungua mioyo ya wanakikundi ili waweze kuzungumza, kujaliana, kujuliana hali. Baada ya kipindi hicho cha cha cha kuvunja sasa ukimya, ndipo msome andiko kuu mnaweza mkalisoma wote kwa pamoja na kwa sauti ili kila mmoja aweze kulisikia, na hiyo inaongeza ule mshikamano wa pamoja. Baada ya kuwa umesoma andiko kubwa, kuu, basi kuna maswali ya tafakari. Kwa hiyo elekeza mjadala wako kwa upole, huku ukihamasisha kila mwanakikundi aweze kushiriki. Ni jambo la muhimu sana kufanya hivyo. Na kitu kingine ambacho ni cha muhimu sana, sikiliza kwa makini kile kinachozungumziwa, maana itawasaidia sana. Watu wakiona kwamba unasikiliza kama kiongozi. Baada ya kuwa mmejadiliana, basi tumieni muda wa maombi pamoja, ombeni pamoja au wawili watu wawili au watatu kulingana na mazingira na ya kikundi chenyewe. Kama ni kikundi kikubwa, basi mnaweza kagawanya watu wakaomba wawili wawili, watatu watatu. Baada ya kumaliza kuomba, waingize kwenye changamoto ya moto ji ambayo niliongelea pale mwanzoni. Waongoze wana kikundi kutafakari kwa kina na kuchukua hatua za msingi za kiroho kulingana na somo lililojadiliwa, ili waweze kuyatendea kazi yale ambayo yamejadiliwa. Hii ni ya msingi na ni ya muhimu sana, kwa sababu lengo kubwa si watu tu waelewe, lakini pia waweze kuyaishi yale ambayo wamejifunza. Kuna vidokezo ambavyo nataka kuzungumza vya kuimarisha majadiliano ya kikundi. Jambo la kwanza, weka mazingira salama na ya upendo. Hakikisha kila mwanakikundi anahisi kusikilizwa na kuthaminiwa. Hilo ni jambo la kwanza. La pili, kama kiongozi ni lazima utambue changamoto mapema ambazo zinaweza kujitokeza katika kikundi chako. Kama mtu mmoja anazungumza kupita kiasi au mjadala unatoka nje ya mada husika, tumia lugha ya upole kuelekeza upya na uwarudishe katika mada ile mnayozungumza mnayoizungumzia. Kitu kingine ambacho ni cha msingi, washirikishe wote, basi wahusishe kila mmoja, elekeza maswali kwa watu mbalimbali mbali. Natoa pongezi kwa kila mwanakikundi anapozungumza. Hiyo inasaidia kutia moyo na kuona kwamba kweli nao wanathaminiwa. Shughulikia hisia kwa hekima. Ikiwa mshiriki ataanza kulia au kufunguka sana, basi onyesha huruma. Toa nafasi ya maombi. Toa msaada baada ya kipindi kwa sababu wakati mwingine mtu anaguswa na neno la Mungu. Aa, anafunguka kweli kweli, kwa hiyo uwe ni muda wa kutiana moyo. Watie moyo wana kikundi kuchukua hatua na kuendeleza yale ambayo wamejifunza, ni jambo la muhimu sana sana sana sana. Kwa mfano kama Mungu amegusa moyo wa mtu fulani Zungumza kwa fupi, watie moyo, panga maombi ya pamoja. Ah, kama kuna toba inahitajika, wapatie nafasi watu waweze kutubu, wafunguke, maana ni wakati ambapo ana anafanya kazi. Na jaribu kufuatilia, watie moyo kila mmoja, watie moyo washiriki. Hilo ni jambo la msingi la msingi la msingi la msingi sana, maana ni muhimu sana wanakikundi wanapomaliza kujadiliana, kuyatendea kazi yale ambayo wamejifunza katika siku hiyo, kama kutuma ujumbe wa kutia moyo au kupanga, unaweza ukafanya hivyo. Ni muhimu sana kuelewa hizi, hivi vidokezo, kwa sababu tunachohitaji ni kuwa na majadiliano yenye ufanisi, majadiliano ambapo kuna hali ya kuheshimiana nataka na nimalizie kwa kuzungumza juu ya changamoto za kawaida ambazo hujitokeza katika vikundi mbalimbali vya kujadiliana na namna ya kukabiliana nazo. Kwa mfano uh, changamoto moja ambayo huwa inajitokeza mara kwa mara ni kwamba kuna una, kila wakati unaweza kupata washi, washiriki walio wanaokaa kimya sana katika kikundi. Unatakiwa kufanya nini sasa? mimi nataka kutia moyo kwamba waulize maswali ya upole. Unaweza ukamwita mtu kwa jina kwa njia ya heshima. Unaweza kumwambia, "Anna, naona husemi sana, nataka nikupatie nafasi ya kuzungumza kwa sababu tunathamini sana mchango wako katika majadiliano. Wapatie nafasi ili kusudi waweze kusikiliza kuzungumza, maana kuna wengine ambao ni waoga wanahofu kila wakati, wanatakiwa kutia moyo. Kuna changamoto nyingine ya mtu ambaye yeye ni msemaji sana anazungumza sana kuliko wengine. Ufanye nini kukabiliana na mtu kama huyo? Kwanza mshukuru kwa mchango wake, kisha sema kwa upole, "Ninashukuru sana jinsi unavyochangia na tunathamini sana mchango wako, kwa sababu hiki ni kikundi cha majadiliano, basi naomba tupatie nafasi wengine nao watoe mchango wao." Changamoto nyingine ambayo inaweza kujitokeza ni kwamba mazungumzo yanatoka nje ya mada, kama nilivyosema pale mwanzoni bali walichosema, kisha sema ninathamini sana ulichokisema, lakini kumbuka mada ya yetu tunayozungumzia siku ya leo ni juu ya swala hili. Leo tunazungumzia juu ya kukua kiroho. Leo tunazungumzia juu ya karama za roho. Kwa hiyo unawarudisha katika huo mstari. Changamoto nyingine ambayo inaweza kujitokeza ni kwamba kushirikiana kwa hisia, na kama kuna migogoro kama kuna hisia ambazo ni, ni, ni kali, natakiwa ku, ku, kusikiliza kwa huruma, omba pamoja, toa nafasi ya mazungumzo ya binafsi baadaye ikiwa inahitajika. Kitu ambacho nitasisitiza sana, epuka kuhukumu watu, epuka kuhukumu watu, na ni, ni muhimu sana hilo kwa sababu hujui kinachoendelea. Halafu kuna changamoto nyingine, labda mtu mwingine haji kwenye kwenye kikundi mara kwa mara, ufanye nini na mtu kama huyo? Mimi ni kutia moyo, endelea kuwaalika kuja kwa upendo, watumie ujumbe wa WhatsApp wa simu ukiwahimiza, jamani, karibuni tunaendelea na majadiliano yetu. Wahimize kwa upendo. Kwa njia hiyo, utaweza kuwasaidia wana kikundi kuona ni wanathaminiwa katika kikundi hicho, na niseme tu kwamba kwa kujiandaa vizuri kwa kuongoza kwa upendo na kwa kusikiliza kwa makini, unaweza ukawa ni daraja muhimu muhimu muhimu sana kati ya mioyo ya watu na moto wa Mungu, kwa sababu utawasaidia kuweza ku, ku, kuyaelewa maneno ya Mungu na hata kuchochea moto wao. Basi asante sana kwa kuungana na mimi katika somo la leo. Bwana akutie nguvu. Yaweke kwenye vitendo masomo ambayo tumejifunza, yatakusaidia sana katika kuwahudumia wengine na, ku, na kuwa um, mtumishi mwema ambaye ameitwa kwa ajili ya huduma hii kubwa.